awalipe kheri wowote waliochangia mchango, mchango wao mkubwa na mdogo juu ya kulikamilisha au ya kukamilisha shughuli adhimu kama hii tuliyokuwa nayo, awajazie katika mizani ya matendo yao mazuri siku ya kiyama. Mwanamke ni, ki, ni, ni kitu muhimu au ni kiumbe muhimu kabisa katika sosieti Almarat silahun dhu haddain, mwanamke ni silaha yenye makali ya sehemu zote, chini na juu. Vyovyote utakavyomtumia mwanamke utasibu. Ukimtumia katika kheri, utafikia katika malengo yako, kadhalika ukimtumia katika shari, utafikia pale unapopata rajia. Na ndio maana watu waovu wote duniani katika uovu wao takuta kiumbe anaitwa mwanamke, hakosi katika ushirika wao. Mwanamke ni mtu ambaye anastahiki kuandaliwa na kutengezwa kabisa kabisa, na jambo hili ni jambo muhimu, na si lisiwe la mwanzo na la mwisho. Vikao kama hivi ni vikao vinatakikana kuendelea mirara wa tikrara.

Mwanamke kama huyo atakuwa ni fitna iliyokuwa kubwa na itakuwa ni fitna ambayo iliyokuwa adhimu kweli kweli. Ndugu yangu mwislamu unaonisikiliza, mwanamke au mama ni chombo kwelikweli, na ndio maana Ahmad Shawqi wa wenyewe wanasema ni amiru shuara, amiri wa washairi

Mwanamke mmoja akitengenezwa, itakuwa imetengenezwa shina lenye mizizi iliyokuwa mizuri kweli kweli. lilummi atharan balighan fi nufusi labnai, kwa mama kuna athari iliyokuwa kubwa kwenye nafsi za watoto.

Ni jambo lisilopingika kabisa kabisa ya kuwa maadui wa Allah Mayahudi na Wakristo na wale wanaotumikia malengo yao na kutekeleza mipango yao mbalimbali, ambao wameingia katika safu zetu, hizi wanafiki hao washika kalamu na waandishi wa makala mbalimbali mbali.

Umepenyeza kabisa katika maisha ya Waislamu pamoja na nyumba zao, hatujaokoka kweli kweli. Na wamefaulu kwa asilimia kubwa kwa hilo tayari. Katika nyanja zote wametushika, mpaka kuoni hatufurukuti hata kwa sekunda moja. Katika mambo mbalimbali, wametuingizia utamaduni wao na tabia zao habru wasaili lilami lmasmua, katika vyombo vya habari utakuta utamaduni wao ndio unatangazwa kwa hali ya juu na tenshoni na vyombo hivi vya habari ni vyombo hatari kwelikweli, ni vyombo hatari kuliko hata atomic bomb. Vyombo hivi ni vyombo ambavyo vinaweza vikalikuja vikakuza

mambo mbalimbali, wametuingizia utamaduni wao katika ulimwengu wa mitandao. Huko ndo wametuingizia mambo yao, bali wao ndo waasisi kabisa wa vyombo hivyo, mitaala ya kielimu watu mashuhuri mbalimbali mbali mbali mbali mbali mbali mbali wa kisiasa, watu mashuhuri mbalimbali wa kitamaduni, watu mashuhuri mbalimbali wa kisanii, watu mashuhuri mbalimbali wa kijamii, wote hao ambao wamekuja na kuziona nchi za Magharibi kama kibla chao na marejeo yao, na watu wanawatazama hao watu, wanawatazama wanasiasa, watu wanatazama watu wa jamii, watu wanawatazama wasanii.

Lengo kubwa ni mwanamke. Kwa nini mwanamke? Kwa sababu wanajua wakifaulu kwa mwanamke, wamefaulu kwa asilimia tisini na saba mpaka tisini na nane. Kwa nini mwanamke? Kwa sababu mwanamke fahiya lumudu lfikriyi lil usra, kwa kuwa mwanamke ndio uti wa mgongo wa familia. Labinat lmujtamaa, mwanamke ndio ujenzi wa jamii. Ikiwa watafaulu kwa mwanamke, basi jamii yote tayari wameshaiteka. Na mwanamke ndio mwenye majukumu, mwenye jukumu lake kuu katika kuunda mustakabali wa taifa. Hivyo tukimpata mwanamke, hakika tumepata kikweli kweli na tumefaulu katika mambo yetu.

fikiri ni vingine huko huko katika athari zilizopatikana kutoka katika nchi za Kimagharibi ndizo zimewafanya wanawake kubadilika na kutoka katika mafundisho sahihi ya kitabu na Sunna, wakawa katika mafundisho ya hao wanaowaona kwamba ndio wakuigwa na wakufata. Ndugu yangu Muislamu, role model wetu ni bwana Mtume Muhammad. Tunatakikana sisi tusome kupitia kwake yeye, hao wengine tu ni vumbi tu

Unasema kwamba unampenda, lakini ukatazama matendo yako yako mbali na mapenzi unaoyadai. Hakika jambo hili liko mbali sana na kipimo cha akili, kwa sababu mpenzi kwa yule anayempenda au mpenzi kwa yule ampendaye kila siku atamsikiliza na kumtii. Nimekukusanyeni athari, athari zipo nyingi, lakini nimekukusanyeni kadri ya zile ambazo Mungu ameniwezesha kukuonyesheni kwa

Kumjengea mwanamke imani ya kwamba haki zao zimechukuliwa na, kwa, na kumjenga mwanamke ya kwamba anapasa kupambana vita, anapasa kujiku, kupambana kwa hali yoyote, kujitoa katika fikra ya utumwa wa dini, fikra ya utumwa wa mila, fikra ya utumwa wa desturi baadhi ya wanawake wasiojielewa na wao wamedumbukia, wame katika hilo, wanasimama wanaonesha kwamba na sisi tunataka haki yetu. Haki yao ni ipi? Ukaja kutazama haki wanazozitaka ziko mbali sana kabisa na mafundisho ya Uislamu haki za kusema kwamba lazima iwe 50 kwa 50, mwanamke atapata hamsini na sisi tupa, mwanaume apate hamsini na sisi tupate hamsini. Lazima haki ziwe sawa, lazima tuwe sawasawa, sawa kwa kila jambo. Wakati jambo hili ukilitazama liko mbali kabisa na mafundisho, hata katika maisha ya nyumba, ya, ya ujumbani ndani ya nyumba, mke na mume, kutokamana na fikra hizi na athari mbaya ambazo wanawake wameathirika za kimagharibi, mtu anataka kuwa sawa na mume wake ndani ya nyumba, wakati Mungu ameshasema walirijali alayhinna daraja, wanamume wanamume, ndani ya nyumba wana daraja kubwa kuliko wanawake. Mambo yalitokea huko, lazima kuna jambo nitakuja kuliweka. Mwenyezi Mungu walipeheri mama zetu na mashehe zetu, walilizungumza kwa kadri na walizungumza kwa mapana na marefu, lakini ukitazama hili jambo hili jambo la kusema kwa nini wanawake wamekuwa wachapakazi wenye ndo wanahudumia familia walisema mashallah, lakini ukija kutazama upande mwingine, ni moja katika athari wanawake wameathirika na athari za nchi za Magharibi. Tutakuja kulieleza hilo ikiwa kama muda utaturuhusu wanawake Wame, wamebebeshwa kwamba mambo ya dini yanawanyanyasa, mambo ya kuvaavaa hijabu na usungi. Haya nyie hamuoni joto? Kwani hamuoni kwenye jua jua hili munakaa munajifunika funika? wanawake wasiokuwa na aibu na haya, na wao wakafuata fikra kama hizo na kuonyesha kwamba huunda uhuru, mambo ya kusema kwamba hivi karne ya ishirini na moja si karne ya saba hii nakwambia hayo mambo yameshapitwa na wakati bwana, mambo ya kizamani zamani. Watu wanachukua wa dini kwamba ni mambo ya kizamani, na zile athari za kimagharibi wanaona ndo usasa na, na ndo fashion iliyoingia fashion mpya. Hiyo ni athari ya kwanza ambayo wameingiza wa magharibi, na wamefanya ni mzigo mzito kabisa. Hii ni moja katika athari ambazo tunazozipata, wanawake wameathirika

na nimekuja kumpa mwanamke hishma na utukufu na kumfanya mwanamke asiwi na maisha yaliyokuwa magumu. Mwanamume ndo ata, na hakuna asiyejua hilo, kuanzia katika dini yetu mpaka katika dini zao

lakini Uislamu ulikuja kumpa hisma na taadhim na, na karama na iizaz kumpa mwanamke. Lakini wanawake kwa sababu ya kuathirika na athari ya tabia za kimagharibi wanaona kwamba huko ni kunyanyasa, lazima na sisi tufanye kazi, lazima tupambane. kulikweli jambo lingine katika athari ambayo tumeathirika nayo aliltihau biunwani zina wa intizau libasiha wa hayaiha, wameshughulikwa na sanaa pamoja na urembo, naku ilo limepelekea mpaka wakavua hijabu zao pamoja na kuvua haya waliokuwa nayo. Ingia kwenye matiktok huko, ndipo utaona uozo wa hali ya juu. Ukitaka kujua kama wanawake wa Kiislamu, mabinti wa Kiislamu wameathirika wame na tabia za Kimagharibi, nenda katika hii mitandao ya kijamii, ma TikTok ma Instagram, wote wameona kwamba huko ndo kibla na ndo marjiu yao wamemwona msanii mmoja wa kimataifa kwa sababu ni mjamzito, anakwenda na tumbo lake liko wazi, anapiga picha na tumbo lake. Basi na wanawake wa Kiislamu nao wameiga hilo, wanasema ndo fashion, na yeye akiwa mjamzito anakwenda anatia tumbo lake juu analizagaza niko na sahibu wangu mmoja, Mwenyezi Mungu amhifadhi na mlinde, aliniambia yuko binti katika mabinti wa nyumbani. Nilimshangaza hilo ameona na yeye amejiandikisha katika maonyesho ya umisi na urembo, tena anakwenda na hijabu yake na yeye ya anataka kwenda katika umisi. Hizi zote ni athar ambazo wanawake wameathirika na nchi hizo za Kimagharibi. Hakuna, ma, hakuna nchi zinazoonekana kama ni firdausi kama hizo nchi za Kimagharibi, na ndio maana kila lenye kuruka huko wanawake wameshadakia kutazama sana, mpaka wanawake kufikia kuweka kucha za bandia, kuweka uremu, kuweka nyusi za bandia, mpaka kuweka kila kitu cha bandia, makalia bandia, wapo waliatoa huko huko ndipo walipoyatoa na hawa hawa sisi nyinyi wanawake wale ambao tunaitana katika makongamano kama hii mihadhara mbalimbali, tunakaa pamoja na wao vilevile, wakati mwingine munajikuta munaingia katika mtihani kama huyo. Katika harusi zetu utaona makubwa na huko, nipo, nipo, nipo, ya kujaa. Wapi waliyatoa huko, ndipo walipoyatazamia. Ukitaka kujua kama haya yote ni athari ambazo mabinti wa kiislamu wameathirika na nchi za magharibi itazame mwaka 2025 alafu rudi nyuma miaka ya 90 sikuwepo lakini tunasoma kwa wazazi wetu na wale ambao wako hapa na umri mkubwa watanisahihisha wata au watanikubalisha kwa hilo <coughs> hayo yote ambayo tunasema ya mwanamke kufanya kazi hayo yote ambayo tunasoma mpaka ndoa <coughs> ndoa ya wanawake wengi imeonekana ni unyanyasaji, na hayo ni athari ambazo tunasoa huko Magharibi. Bora mwanamume aende akafanya uzinifu kuliko kuwa mke wa pili na watatu na wanne, wamefundishwa na kuonyesha kwamba huko ni, ni ukuukwaji, wakati lipo katika sheria, ikiwa kama mwanamume atafata bawabit ambazo zinazotakikana pamoja na shurutu ambazo zinazotakikana Bibi zetu miaka hiyo ya nyuma waliishi waliishi wanawake wanne kwenye nyumba moja, haujasikia hata siku moja kwamba yuko mmoja alimweka kofi. Na hao wote wanahudumiwa na mwanamume mmoja, ndo anafanya shughuli ya kwenda shambani, anarudi. Kwa nini wanawake walikuwa hawajakuwa na tabia kama hizi ambazo tunazizungumza? Ni kwa kuwa zama zao ulikuwa sio ulimwengu wa utandawazi. Masala ya sayansi na teknolojia yalikuwa mbali na wao, bado hawajajua hata kumiliki simu, bado redio hizi, tv hizi bado chache, watu wanakusanyika kwa mkuu wa mkoa, ndio wanakwenda kutazama tv na kinachowapeleka ni kufata taarifa ya habari. Bado ulimwengu wao si kama ulimwengu wetu, wao waliishi maisha mazuri zaidi kuliko maisha tunayoishi sisi zama hizi. Hapo ndipo utaona kwamba tumeathirika na nchi za Magharibi. Nguo hizi tunazozivaa nguo za uchi kabisa, mwanamke hana haya wala aibu, mbele za watu, amekaa hana nguo kabisa, yote wameatoa huko. Hizo zama nazokueleza, kaeni na watu wazima, atakueleza mwanamama, ilikuwa ni haramu kwake kuvaa kikwembe kimoja. Lazima atajifunga kikwembe kiunoni na lazima juu ya kikwembe kile ataweka kikwembe kingine ambacho kitaanzia tumboni kinashuka mpaka chini. Lazima kila mwanamke mwenye kujiheshimu, lazima atavaa mavazi kama hayo. Nini kilichowapelekea? Walikuwa hawajapata ulimwengu wa utandawazi walikuwa hawana ma TV walikuwa hawana simu tiktok na instagram zilikuwa bado hazijawafikia. Zilipotufikia sisi, tukawa ulimwengu mzima, ulimwengu wote tunaupeleka kiganjani. Hapo ndipo tulipoanza kusoma mafundisho machafu na yenye maadili maovu kutoka katika nchi za Magharibi, tukaziweka katika jamii yetu ya Kiislamu, na hapo ndipo tulipokuja kuharibikiwa Waislamu kuenea mila na desturi ambazo hazihusiani na mafundisho ya Kiislamu katika kushughulika na mwanamke ni mambo ambayo yamekuwa ni mambo ya kawaida. Mambo mengine yameonekana ni mambo ya kawaida katika jamii hii. Ndio jamii tuliyokuwa nayo, na yote haya ni athari mbaya ambazo tunazozipata tunajifunza kutoka katika, katika nchi hizo. Mama yangu na dada yangu mpendwa, kwa kumalizia Ifike wakati tujitambue kama sisi ni Waislamu. Naam, ifikie mahala tujitambue kama sisi ni Waislamu, na Mwislamu wa hana khiari ni lazima aende chini ya mafundisho ya kitabu na mafundisho sahihi ya Bwana Mtume Muhammad. Alichokitaka Mungu na mtume ndio tufate, na kile ambacho hakukitaka Mungu, hicho hakina nafasi ikiwa kama kibla yetu itakuwa ni nchi za Ulaya, basi hapo tutakuwa tunakwenda na maji wao. Hawana aibu, mwanamke au mama mwenye watoto watatu kutembea barabarani amevaa nguo za ndani tu, kwao ni kitu cha kawaida. Lakini hayo ndio ambayo yameanza kuja kwetu, bil asafi shadidi, yameingia mpaka katika mabanati zetu. Mwenyezi Mungu atuongozee kizazi na atuongozee jamii yetu kwa ujumla. Washkurukum listimaikum.